Yani, vyakula vya kupika kwenye kuni, da chakula kinanukia moshi akibaya kama ni kwenye kuyu. Hebu kula chakula wewe, mbona mtoto una gugu wewe eh? Kwanza tuanze kupika hichi chakula. Ni kelele, chakula ni kelele, moshi jamani. We mtoto wewe, kwa nini uko hivyo eh? tangu asubuhi tunapika chakula kupikia kuni si eh? Unaniona hali yangu kwanza, mpaka mdogo wangu nimpigie simu ndio aniwezeshe hivi. Kwa nini we una tabia chafu namna hii ani eh? E, kuche tu kisha kucha. Yule dada unasema umeshamuona sasa, kama umemuona kesho nenda kwa mwenyekiti mkaongee kesi ile. Hivi mama, lakini kwa nini hupendi ndugu zako? Angalia mama mdogo juzi kaja, jana hiyo kaja, hata karibu ndani hakuna, kaishia huko huko nje, maana hajua hawezi kukaribishwa ndani. Kuna nini huko ndani mama? Mbona nimekaa hapa sioni kitu kibaya, sijui majini, misukule. Kuna nini mbona nyumba ya kawaida tu kama za watu wengine. Mama, naseme hivi, hayo haya ya kuhusu mama yako mdogo kaja, kakaa nje, haikuhusu yule ni mdogo wangu tu. Hata angekuja hapa ndani angekuja kula nini hapa ndani? Maana huko nje alikokaa hajakuta kiti eh? au mpaka ingia hapa ndani? Hapa ndani akija anachukua nini? Tabia yako ni chafu. Nasema kuche uondoke, ukape, ukapewe ukapewe funguo zako uchukue chumba chako ukakae kwako hapa mi sikutaki taki, umeshanichesha hizi siku mbili ulizokaa. Mungu wangu, moyo umejaa mpaka maji. Mtoto wewe, mtoto wewe, yaani moyo wangu hauna raha hapa. Nkienda kupimwa kilo kumi zimeondoka mama, kukuuliza tu mambo agesi kuni, ndo naongea maneno yote hayo kabisa. Basi sawa, uko kwa mwenyekiti, ntaenda hiyo kesho, lakini naomba unisindikize, twende wote <coughs> mi sitakusindikiza. Mdogo wangu kasha nipe hii hela ya mtaji. Wafanyakazi wenza, wafanya biashara wenzangu wamenipigia. Ina maana kesho mi naenda kazini, naenda kununua mzigo. Kwa hiyo wewe kesho nenda kwa mwenyekiti, ukirudi kwa mwenyekiti utarudishia mrejesho. Kesho mi siwezi kwenda kwa mwenyekiti. Umenielewa? Sawa mama, nimekuelewa, lakini ukweli uko pale pale, kama vyakula kwenye kuni mama, sio mazuri bwana. Bora tu tuambizane ukweli. Saa hizi ni usiku wa saa mbili, ngoja kuche, ukachukua gesi dada yako na mama kupikea, gasi, manani, rindu, marako, yako mdogo kashatuletea hii nani, hela ya gesi, ukanunue gesi kesho asubuhi, kukicha tu upate kupikia na gesi, maana ndiyo mara yako wa mwisho. Yaani kesho ukishapikia na hiyo gesi unaniacha na gesi yako napita hivi Ha, mama. Amen. Kila mtu aza vizuri maana nimechoka na makumi. Kila mtu azae ndio maana tole mdogo wangu nanii dada wangu alikufa kwa sababu ya kero zenu. Bibi aliniambia dunia tambara bovu, binadamu wa wana jemaa hila, ninasubira

Mamangu, naomba basi twende wote kwa mwenyekiti mama, maana yule mwenyekiti ukiongea naye wewe mtu mzima atakuelewa, maana wewe ndio atakusikiliza kuliko mimi, nitapata funguo zangu nirudi kwangu mama. Nishakuambia hivi wafanya biashara zangu sasa hivi tu ndio kuongea nao na simu wamenipigia sasa hivi, kwa hiyo wewe nenda kwa mwenyekiti, ukirudi kwa mwenyekiti utarushia mrejesho, utaniambia mwenyekiti amekuambia nini. We nienda kwa mwenyekiti ukapee funguo. Sasa mama, nimekuelewa, lakini natamani pande zote. Mimi siwezi kwenda nyumbani kwangu, nisha kuambia wafanyabiashara wenzangu, nimeongea nao, sina muda mrefu, sasa hivi nataka nikachukue mzigo nipeleke pale kibanda na kwangu. Ay, mama nakuelewa. Naelewa sijiangalie na kioo ikiwa unajiogopa, unajiogopaogopa livyokuwa mzuri mwanangu, hata mama yako alikuwa anasifia sifia tu. Sasa ngoja niende, maana sasa hivi wenzangu wanasubiria, gari imesimama hapo mbele hapo, nataka nikapatie. Sasa hivi tunaondoka, makubwaya

taka saa kumi nikuti mtaani, maana si unajua, juu tushatangulia wiki mbili na dada pale iai. hmm. tunagombana kila siku, kwa nataka saa kumi nikuti nikachua <laughs> shida gani na dada yako, kwa mwongee, shida gani? <laughs> wanadhani siku alivyoweza kutukuta

sababu ya kukuita hadi hapa ya, nilikuwa nahitaji tuongee kitu kizuri na unielewe. Mimi ni mwanaume, alafu mazingira ya wewe kwenda kupambana na kuniletea chakula nyumbani mimi sio kitu kizuri. Kama mwanaume natakiwa nitoke nifanye kazi na mimi nione kuna kitu chochote ambacho nimekileta nyumbani, lakini haya masuala ya wewe unapambana unaniletea mimi nyumbani, unaanisha mapamba sijui nini Yani, kwa mwanaume ambaye ni kama rijali sidhani kama ni kitu kizuri kwao. Nimekuita angalau uweze kunipatia mtaji halafu nipambane kidogo na mimi, hapo naweza nikaona hata kuna kitu nakifanya. Si unaonaje? Hili swali najitahidi yani, niko radhi upate kila kitu usikose chochote kile, yaani, limbani kuwe na amani, uwe na furaha. Sasa tena mtaji, ina maana sikutoshelezi? Ni kitu gani unachokosa kwangu mpaka unataka nie mtaji? Yaani ukisema swala la nimekosa nini, sidhani kama ni swala zuri, na naomba unifikirie, ili swala naolisema na ulifikirie na vizuri kwamba mwanzo mm -hmm. Nimekuelezea kwamba mimi kama mwanaume Sidhani kama ni swala zuri kabisa, au zuri kwako pia kwamba mimi mwanaume nikae ndani, we upambane, alafu mimi niwe napokea pesa kutoka kwako, nanulia nguo hadi vocha, nakuomba wewe. Kitu ambacho kinaniumiza sana, na hakuna kitu ambacho nakikosa kwako, lakini sidhani kwa tamaduni za kiwanaume kama ni kitu kizuri. Ndio maana nakwambia ndugu wangu, naomba nielewe, nipatie mtaji angalau laki tatu niweze kupambana na mimi niweze kujua hata kama ni kitu kidogo, niuza hata sukari, niwe nachangia basi unga, niwe nachangia basi hasa, sio kila kitu e, ndani ni wewe una supplies. Sio kitu kizuri, mimi naniumiza. Naomba unipe muda. Wewe mwenyewe unajua, kwa sasa niko busy chuoni, mitihani, kwa naomba univumilie kidogo. Ukimaliza ntalifikiria hili swala ambundo mapenzi anatufanya vibaya. Yule kapenda asipopendwa, kutwa analia hitilafu. Yule kapata ndoa ila kukosa mtoto imekuwa hitilafu. Usoma kasoma ila kupata kazi imekuwa hitilafu. James naaje, tukaenda kuomba kazi pale. Hmm. Sasa kwa hapo wewe, unaona kuna watu wengi hivyo wanafanya kazi, tutapata kweli kazi hapo wewe? Tukapata bwana, hii kazi ya garage ni nzuri tofauti na ile, afadhali tuanze tukapata hela yeah. So, labda tuende tukajaribu bahati yetu, kama tutafanikiwa basi. So, anakupindana walipenda na kashibana Sawa. Mimi nitakupa muda, lakini naomba usio muda mrefu sana kwa sababu ni swala ambalo mimi kwangu linanyumiza sana moyo. Naomba sichukue muda sana. Haitochukua muda. Nitajitahidi. ila ngoja nimalizane kwanza na mambo ya kazi, alafu nitarudisha upande wako wewe. Sawa. <coughs> Kingine? Hmm. Paniwesha kubikia bia tano. yes, yes, hizi bia naomba huyu, hizi mbili zingine mwage, muudumu akukungi ukaywe nyumbani. Sipendi si dharaji nikukute hauko nyumbani au nikukute mtaani umesimama na watu unaongea ongea, okay, huvyo, okay. Sipendi kabisa, kwa sababu sitaki kukukwaza na mimi sitaki nikukwaze Sawa. Sawa. Hamna shida mwanangu. Chonde chonde baby. Sawa. Utafanya hivyo. Sawa. Hamna shida. Chonde chonde baby. Sawa. Dr. Lucky. Awani

mii wote ni wananchi wangu katika mtaa, nadhani kwa mnajua mimi niko mi, katika chama gani naichi, ni kipindi cha uchaguzi mi, mmaonaja teni swala mkienda kunamalizia nyumbani. Mwenyekiti huko serious kweli, yaani tumekuja hapa kama mwenyekiti, utusaidie tuweze kuyamaliza haya mambo mwenyekiti, kumbuka ina wiki mbili siko kwenye chumba changu, sijui kinachoendelea kwa mfano. Sasa mwenyekiti, nikuulize, ningekuwa mama yangu mdogo hayupo hapa mjini, ningefikia kwa nani? Ningelala kwa nani? Nani hitilafu? Kwa kupendana, walipendana, kashibana. Hitilafu, tumekujia hapa kazi, tukawaambia, wewe ndio msimamizi wa hapa sisi unapotuona hapa, dada yangu, tunatafuta kazi, tumezunguka sana hadi tukafika hapa kwako. Tunaomba utusaidie, ukaenda kwa mganga. Hitilafu amani vya watu taikama mimi atujapelea barua ya maombi ya kazi na CV Dada yangu napo tuona hapa sisi tumetokea kijijini, tumekuja huko kutafuta maisha, kwa hivyo vitu sasa tuvijui sisi. Tunaomba tusaidie kazi yoyote ambayo haihusiani na hivi vitu, mnaona. Uh, wana mafundi wanaofanya kazi hapa wote wameleta barua ya uh, maombi ya kazi na CV. Kwa hiyo kama hamna vitu kama hivyo, siwezi kuwasaidia chochote. Sasa dada, hiyo yes, CV hata tujui nafana maji, hatujui rangi yake ni gani. Hata hiyo barua yenyewe hata kuandika hatujui, soma hatujui, omba tu tusaidie, tuna maisha magumu sana, pengine kwa shida, omba tusaidie dada, tunateseka sana sisi. Tunaomba utusaidie kazi yoyote tu hata ya kufua nguo za mafundi, sisi tutafanya. Yaani hapa mafundi wanafanya kazi zao wenyewe, labda cha kuwasaidia hapa nipeni namba zenu za simu.

Haya, karibuni vijana wanateseka kwa ajili ya kukosa tu barua ya kazi ya maombi na vyeti. <hihihi> najua lote wao maskini wanavyozurura <hihihi> yani staki mdogo wangu apitie maisha kama haya, mpaka naonea huruma jamani. Eh, hapo kuna -maombwa wengine wana- wanakaza kunizungusha langu ataki kunipa. Wananizulumu kabisa wana hata haya wala waoni waibu kweli. eh. Kitu si mpaka mwenyekiti, mwenyekiti sio na pressure. Natumaini ili swala ma mkalimaliza vizuri tu hivyo. Mwenyekiti, unamwelewa huyo dada? Kwanza kwetu alikuja kupangisha na kodi ya mwezi mmoja.